Wanakupa, wanaenda kwenye wanafanyia kazi. Tuelekee kaunti nambari 23 ambapo wanakijiji wa Kolou Chelem katika eneo la Nakukulas huko Turkana Mashariki wana kila sababu ya kutabasamu baada ya halmashauri ya barabara nchini Kenya kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia kujenga shule ya sekondari ya kipekee ya wasichana katika sehemu hiyo. Hii shule hii ya malazi itasaidia pakubwa kuzuia mimba za mapema miongoni mwa wasichana kama anavyotuarifu Chaboit Emmanuel. Sherehe hey! hey! hey! hey! hey! zilitanda katika kijiji cha Kalouchelem. Ujenzi wa shule hii wasichana ya Ngamia iliyoko katika eneo la Nakokulas, Turkana East, kwa ufadhili wa Benki ya Dunia ukileta matumaini kwa wazazi na wanao kwamba hii ujenzi Ujenzi ya ile standard ya first world, standard. Tumekuwa na shule moja ambayo ni Ngamia one, mixed ambayo ni wasichana na vijana. Kwa bahati nzuri ambayo Mungu ametujalia tukapata sasa hii shule, tutakuwa na shule mbili oho, ambayo itakuwa tokana nini, eh, eh, shule ya wasichana na ile ibaki ni ya boys. Kwa hiyo hii shule sisi tunafurahia sana kwa ujenzi wake na nikaa itafutia watoto wengi sana. Kwa kuwa eneo hili ni kame, kuna changamoto ya kupata maji safi. Kisima kikichimbwa na tenki hili kuwekwa shuleni kwa matumizi ya wanafunzi, mara mingi sana, wao watu wenye wako nyuma yetu wamehangaika na watoto yao, wanaenda mali mbali kusoma, mali kama Lodwa, mali kama Kitale. Aa, watoto walikuwa wanahangaika sana na zile mashule zilikuwa hapo awali, hawakuwa wanaweka watoto wote, wangeweza kukaa kwa ile namba ambaye ni, ni mingi kwa shule. Maafisa kutoka Benki ya Dunia na Halmashauri ya Barabara Kuu nchini Kenya walikagua majengo haya kwa matayarisho ya ufunguzi.

Tangu ujenzi wa lami inayotoka Lokichar kuelekea Nakodok mpakani mwa Kenya na Sudan Kusini uanzishwe kaunti ya Turkana miaka sita iliyopita, shule zaidi ya ishirini, hospitali, vituo vya polisi na visima vya maji vimejengwa kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kando kando ya barabara hiyo.